Umebahatika Shekhe Makidudu na wake wawili ama watatu ama wa mpaka wanne mm. Lakini umeona maadamu hao wote wake zangu, hakuna shida mm. Mimi na nyumba yangu kubwa, fadhali niite wanawake wawili wote, mwenyewe unainao kitanda kimoja kitanda, si kuna vitanda vikubwa shekhe mm. kuna 6x6 hata siku hizi kunachukiwa uh, kutengenezwa 8 by 8, 10 by 10, 10 by 10. Yeah, waje tunasema kwamba sisi mm. vitanda visiwe vikubwa kwa sababu watu wawe pamoja mm. hmm. ili p tumezungumza sana na. Na. vitanda vikubwa vina maana na magodoro makubwa, vitanda vyo vidogo kama vile vya, vya zamani mm. ili pale kwanza kuzaana watu watazaana mm. na pia pili, yale mapenzi yatak yatakuwa mm. e, mazito . Sasa tunasema kwamba je umetamani mwenyewe wale bibi zako baada ya kwaa, uzunguke huku na huku na huku lakini, uneona kwamba kwa nini mimi siwaite nikala nao kitanda kimoja, wakiwa wawili, tufanya uko katikati moja, yuko upande ule mwingine, uko upande wa pili, uko pale katikati. Je, Shekhe, hapa sheria inaruhusu? na, ina, ina, ina nafikiri nafikiri swali hili nimefahamika, hmm. ni kwamba ima sawasawa, uko nyumbani au uko safarini wake zangu wawili kulala nao juu ya kitanda kimoja mm. Je, sheria ina imesemaje Sheh Musa? Unajua Uislamu, sheria ya Uislamu mm. imekuja kwa sababu ya kuwatoa watu katika mm. ujahilia mm. ushamba na imewatoa watu, watu kutoka kwenye ubaya kuja kwenye uzuri, na ikiwa kuna sheria mkombe imechunga haki za binadamu mm -hmm. Basi ni Uislamu kweli, haki za binadamu, mke mume mm -hmm. Yoyote asiguswe kudhulumiwa, apewe haki yake. Wakezako kila mmoja ana haki yake. Tumesafiri tumeenda umra mm -hmm. au tumeenda ziara ya wapi, sasa chumba kimoja wake zangu naweza kulala juu ya kitanda kimoja wote wawili, moja huku, wa moja huku. kama ulivyouliza, sheria inachunga radhi za wake zako wawili no. Ile consent zao, je, wako radhi? Usiwalazimishe no. A -a, usiwalazimishe ya kwamba je, hali ile wanairidhia? wa, wale wanawake wawili wale wake wawili, kama wanairidhia, kama wanairidhia sawa na, si ni kulala tu? Naam, ni kulala tu. Waniridhia, na na na kama wewe mwenyewe uridhii, kama bwana unasema. Yaani, radhi za nyote watatu. Ikiwa wewe mume huridhii, hakuna. Ikiwa mke mmoja haridhii, hakuna. Kwa hivyo asilazimishwe hapa, kwamba lazima hii, kwa sababu ni wake zangu, tulaleni hapa nini, wewe ha. Ah, sasa Sheikh Mwakidudu hapo, hmm, hapo nyote watatu mmeridhiana, hmm. bibi wawili wameridhia nawe mwenyewe kama bwana na. na alafu bibi wa kwanza hmm. awe ana hisia zake pale za kuingiliwa na huyo bibi mwenzake, amwambia hakuna shida, wewe endelee babu. Swala hili Shekhe, ni vipi hapa? Sasa mambo mengine yamepanda daraja. Naam. <laughs> hmm. wakati wa kwamba sasa mmoja ana hisia za tendo la ndoa, amguse mumewe na mwambia sasa, mimi najisikia, na bibi yake yuko upande mwingine hapa. Tumepanda daraja. amkwamba sheria itakataa, yeah. Sheria itakataa kwa sababu utakuwa ni mnyama wa hali gani huu ya kwamba wafanya tendo la ndoa na mwingine yuko pale, asikudanganya hata karidhia yule mwingine. Mfano, tute mfano maanake mfano, hatujaona wala atujasikia hayo. Ni kweli, ya kwamba mke Muislamu aridhie bwana yake alale na mke mwenzake juu ya kitanda kimoja na wafanye tendo la ndoa na yuko hapo, hayo sijayasikia, ya kwamba wako radhi. Lakini mfano awe radhi, na haliwezekani hilo kwa sababu hapo ni unyama mtupu, ni unyama mtupu huo. Wow. na sisi tumesema Uislamu umekuja kumtoa binadamu kutoka kwenye unyama kwenda kwenye ubinadamu, sio awe shahwani rajul, shahwani mtu wa matamanio yake na mwanamke shahwania, wa matamanio yake la sheria hmm, hapa itakuwa inasema no no no. Ingekuwa kulele... uh, uh, kwa sababu ya haya haya kulala peke, haya, peke yake, hiyo na tena walidhiana walidhiana, lakini okay, kama ni kulala tu no. Hivi ni radhi za wake wawili wa radhi na yule mume wa radhi okay, kwa hivyo tunasema kwamba katika masala ya kuridhiana wanaweza wakalala usingizi tu hmm, wote watatu kwa kuridhiana, yani wake wawili na yule bwana bwanao, lakini kija masala ya tendo la ndoa pale sasa sheria hairuhusu hmm, makosa